Zoezi hilo la uokozi ambalo lilianza majira ya saa kumi na mbili jioni lilifanywa na kikosi cha zimamoto kutoka mkoa wa kipolisi wa Ilala pamoja na vijana wa skauti, ambapo licha ya zoezi hilo kupata mafanikio kwa kuokoa watu kumi na wawili afya zao zikiwa salama, vurugu zilikwamisha zoezi hilo zilijitokeza mara baada ya kijana mmoja ambaye jina lake yalikuweza kufahamika mara moja, bila sababu yoyote ya msingi, alidiriki kuwakataza maafisa wa zimamoto kusitisha zoezi hilo la uokozi na kuanza kutoa maneno ya kejeli na kuzusha hali ya taharuki na vurugu <todakana> miongoni mwa watu waliokolewa ni pamoja na mtoto mdogo wa mwaka mmoja, huku mzee mmoja Juma Mohamed mwenye umri wa miaka 75, licha ya kuelezea masikitiko yake ya kupoteza kila kitu ndani ya nyumba yake mara baada ya kusombwa na maji, alishangaza na kusajabisha umma wa watu mara baada ya kuokoa kifaranga cha kuku na kudai kwamba hakuwa tayari kuona kifaranga hicho kikifa. Maji bado kuonauka tukikaa upungua mpaka mmekuja kutusaidia nyie hapa sababu ajapata uhakika mzuri serikali kutuambia tukakaa sehemu gani? Sasa hivi mi si, miaka karibuni karibu, ishirini na ngapi niko hapa karibuni miaka ishirini na tatu sasa hivi niko hapa, lakini mafuriko ya leo imekuwa tishio kubwa kuliko siku zote. Maji tangu jana yanaingia, yanatoka, yanaingia, tukajua na leo vilevile yatatoka, lakini cha kushangaza tunaona maji yanazidi mpaka tukawa tunashindwa sasa kutoka eh. Nashukuru tu kwa msaada wa kutuokoa kama hivi sisi. Kwa upande wao, viongozi walioongoza zoezi hilo la uokozi wamesema walifanikiwa kuokoa watu wote katika mazingira magumu, kutokana na baadhi ya wakazi wa eneo hilo kutoa taarifa zinazokinzana na ukweli juu ya uwepo wa watu ndani ya nyumba zao na wanaohitaji msaada wa kuokolewa. Limekuwa gumu, ni gumu, bado tunaendelea. Tumeshaokoa watu karibuni kumi na mbili. Watu sita tumewatoa pale, hapa wanaendelea kokoa. Tumetoa watu sita napo, kwa bado zoezi ni gumu. Kwanza raia raia, kweli unajua kitendo kama hiki, watu wanaona kwamba ni mchezo fulani wa kuigiza, kwa kila mmoja anataka kuangalia nini zimamoto wanakifanya, lakini mwisho yeyote anakubali kwamba zima moto wanafanya nini wanaweza. Nikiripoti kutoka hapa Kinondoni Mkwajuni jijini Dar es Salaam, Juma Kapalatu, ITV.